Stendi kuu ya mabasi ya Magufuli Mbezi jijini Dar es Salaam, na siku za hivi karibuni kumekuwa na hekaheka heka nyingi za abiria kusafiri kwenda mikoa mbalimbali mbali. Hali hii imekuwa tofauti na kama ilivyozoeleka kwa wakati kama huu, ambapo mara nyingi safari huanzia Disemba kumi na tano. Hii ndiyo hali halisi ya abiria kwa sasa, iwe asubuhi, mchana au jioni abiria wengi wameonekana kutafuta mabasi kuelekea mikoani kutokana na sababu mbalimbali mbali. hali hiyo imeleta kazi ya kwao na kuomba mamlaka husika kuwasaidia. Magari ni machache kuliko abiria, huo ndio ukweli. Kwa sababu kwa mfano kama hapa tulipo paki, huwa mara nyingi ukifika hapa unakuta magari ya, ya Morogoro ya Kilombero yamejaa, lakini hapa ya gari inayoonekana ni hii moja. Inawezekana labda kutokana hizo luma ambazo tunazisikia kwenye mitandao kwamba kutakuwa na jambo hili na hili, labda hayo ndio anaweza kuleta watu wanaanza kusafiri kwa wingi kwa wakati mmoja. Nimekuja kwa tiketi, wamenambia leo siwezi kuenda mpaka kesho, nikasema hapana, lazima nipambane mpaka nifanyaje, nipate usafiri niondoke, lakini bei ya huku nakokwenda mimi ndeni, mara nyingi kwa kawaida nakuwaga elfu kumi na nane sasa sijui itakuwa shilingi ngapi hapa kwa sababu gari zenyewe hazipo hapa. Kwa upande wao mawakala wa mabasi wamekiri uwepo wa ongezeko hilo la abiria, wakieleza kuwa limeanza tangu Desemba mosi, kinyume na matarajio yao kwenye usafirishaji. Tunapata shida, hadi kuna magari kama ruti za zile fupi zinazoenda Ifakara na magari yanayoenda Tanga, inabidi gari ikifika irudi kuja kuwasaidia abiria, kwa sababu abiria ni wengi. Sasa hatujui labda ni wasiwasi ambayo watu wanazungumza kuhusiana na hiyo na, na, na, na tafulani ya maandamano kwa mwaka mwingine. Kusema kweli, abiria huwa anaanza tarehe kumi kumi kidogo ikifika 15, na wanachanganya lakini, safari hii wameanza tarehe mbili unaweza kuona kuna kama, kama itaenda hivi, kuna kaneema kidogo. Tumejipanga mwanzoni, hatakuwa na hizo kumi na nane zimeongezeka, kwa hiyo tunajua wazi kwamba wateja wetu wote watapata tiketi. Kufuatia hali hiyo, Mamlaka ya Udhibiti usafiri Ardhini LATRA imechukua hatua mbalimbali kushughulikia changamoto hiyo. Tumeruhusu utoaji wa vibali vya muda mfupi kwa mabasi katika njia zile ambazo tumeona kuna ongezeko la abiria kama Dodoma, Morogoro, Iringa na Tanga kwa ajili ya kuweza kutoa huduma katika njia hizo, lakini pia kuhusiana na swala la ongezeko la nauli, nauli huwa haziongezeki kutokana na, na muda nauli huwa zinapangwa na nauli ni zile zile, ambacho ningependa kuwaambia wananchi wajitahidi kukata tiketi kwa kutumia elektroniki, njia za kielektroniki, kwa maana ya kwamba wakikata kule watakuwa na uhakika kwanza kukata nauli ambayo ndio nauli elekezi, lakini pia watakuwa na uhakika wa safari. Rebeka Bembela, Azam News.